Habari, Leonard hapa, mshauri na mtaalamu wako wa masuala ya ICT. Leo tunaenda kutazama jambo moja ambalo linasumbua watu wengi. Watu wengi wamekuwa wakipitia kwenye changamoto ya nini inaweza ikawa sababu ya msingi inayosababisha kompyuta yake isiweze kufanya kazi kama ilivyokuwa inafanya kazi mwanzo. Najua kwa watumiaji wengi wa operating system za Windows, uh, um, tutakuwa tume, kwa namna moja au nyingine, tumepitia changamoto ya namna hii, wengi tumepitia changamoto ya namna hii. Kwa hiyo basi mtaalamu wako leo hii nimekuja na na, na na namna bora au namna unaweza ukatatua tatizo hili. Tunataka ujue sababu kwa nini zina kompyuta yako inapata changamoto hiyo, lakini kupitia sababu hiyo nitakuelekeza namna bora ya kuweza uh, kurudisha uhai wa kompyuta yako. Je, yeah, unahisi kompyuta yako ipo kama hivi? yeah, na kompyuta yako hapo nyumbani, una kompyuta yako pale ofisini, una kompyuta zako baby, umewapa vijana wako, watoto wako. Je, unahisi moja ya kompyuta au kompyuta unayotumia ina, ina dalili au ina viashiria kama hivi unavyoona kwenye screen yako? Cha kwanza, je, yeah, ukiwasha inachukua muda mrefu kuwaka hmm? Ukifungua programu yoyote kwa mfano ukifungua Microsoft Word, ukifungua Microsoft, ukifungua Excel application yoyote ambayo unaitumia kompyuta yako inachukua muda mrefu kufunguka. Kuna wengine zimefikia hatua kwamba akifungua programu yake inamwambia It has been stopped. Lakini kuna nyingine hazifanyi kazi kabisa. Umefungua kompyuta yako haifanyi kazi kabisa, unaona kabisa inakuandikia stuck. Ni changamoto kama hizo. Sasa leo ninaenda kukuonesha sababu mmojawapo, zinazo zikawa sababu nyingi lakini moja ya sababu za msingi zinazosababisha kompyuta yako iwe na changamoto ya namna hiyo, kama hii ya kwanza <coughs> umejaza programu nyingi ambazo huzitumii. E, ni kweli? Ingia kwenye kompyuta yako saa hizi, angalia programu ngapi ambazo unazitumia mara kwa mara, utajikuta hazizidi tatu au nne lakini ukienda kwenye installation, ukienda kwenye control panel utakutana na programs zisizopungua 30 40. Umezijaza huko, nyingine umezijaza bila kujua, nafahamu hilo eh, umepakua program kwenye kwenye kwenye internet umeinstall, lakini kumbe nyuma kuna program nyingine imeingia. Sasa sasa nenda control panel, nenda uninstall programs ondoa programs zote ambazo hauzitumii, hizo junk programs zitoe. Zinapunguza uwezo wa kompyuta yako kufanya kazi kama ilivyokuwa mwanzo. Haujiulizi kabla hujaanza kuinstall install programs zako nyingi, kompyuta ilikuwa faster? Na saa hizi baada ya muda umejikuta kompyuta yako iko slow inapunguza uwezo wa ramu kwa sababu lazima ichukue resource ili ifanye kazi hizo. Program nyingi zinafanya kazi kwenye background. Ukiwasha kompyuta yako, zile program ambazo unaona wewe kwamba hauzifungui, lakini in background zinafanya kazi. Kwa hiyo kuondokana na tatizo kama hili la kuiongezea uh, shida ramu yako, ni vyema ukapunguza zile programs zako ambazo hauzitumii mara kwa mara CPU na ramu ya uh, uh, process yako na ram yako ya zitafanya kazi vizuri. Utaona kompyuta yako inarudi kwenye mwanga. Lakini sababu ya pili ambayo inasababisha uh, kompyuta yako ifanye kazi taratibu ni uh, viruses umeingiza ume, ume, ume, ume virusi kwenye kompyuta yako. Unaweza kuna sababu nyingi za virusi kuingia kwenye kompyuta yako. Umetumia external drive za watu ambazo wewe hujui usalama wake, umeingiza kwenye kompyuta yako. Umechukua umechukua memory card uh, memory stick, hizi flash ambazo tunazitumia mara kwa mara, zimetoka kwenye sources mbalimbali, zimeingiza shida kwenye kompyuta yako virusi na malware wameingia kwenye kompyuta yako mm. Jitahidi, eh? jitahidi kuwa makini, jitahidi kuwa makini unavyopokea vifaa vya kubebea files. Lakini pili, usipende sana kutumia networks uh, za watu ambazo hazina protection. Mtu unakuta umepanda basi, umeambiwa labda kuna free wifi, alafu unakuta wifi yenyewe haina hata protection, wewe umeconnect viruses. kuna device ya mwingine humu ndani ana virus, zinasambaa hivyo. Kwa hiyo jitahidi sana usiwe unaconnect internet au network za watu ambazo haziko salama, lakini kukipata flash memory memory stick uh, memory drive hizi, uh, external drive hakikisha uh, unaziskani kabla haujafungua. Nadhani tumeelewana hapo. Lakini sababu ya pili kompyuta yako kuwa slow ni wingi wa vitu kwenye drive yako. Mwanzoni kule tumeongelea programs ambazo hazi uh, uzifanyii kazi mara kwa mara. Uzitoe. Lakini kuna watu ambao wana install wana, wana save uh, files zao kwenye desktop, kwenye pictures, kwenye my documents na kwenye downloads huku mara zote una impact uwezo wa software yako mama, ambayo tunaita operating system, ambako mara nyingi watu inakuwa kwenye local disk di, local, local disk si, ambako ukuna, unakuwa na operating system yako. Kwa kule kukiwa kumejaa vitu vingi, faili zako umezijaza faili nyingi kule, unakuta muda mwingine mpaka disk imekuwa nyekundu. Maanake, uwezo sasa wa ile operating system utakuwa unapungua, operating system unashinda kupumua, unakuwa umeibana eh? Kwa kama kompyuta yako ina diski kubwa, hebu igawe, weka C ambako kutakuwa na programs tu, lakini weka D kwa ajili ya backup ya files zako hmm? Kuna mteja mmoja sasa, kunipigia simu siku moja Leonard, siwezi kuprint kazi wakati zamani nikona printer hmm. Nimempa maelekezo ya kufanya, lakini nikamwambia hebu nipigie picha ya local disk C iko alivyo. Nipigia picha ikawa light nyekundu kabisa. Nikaambia hapa ndo sababu, punguza faili za kwenye desktop, punguza faili kwenye documents ziweke sehemu nyingine. Alivyofanya hivyo plug printer Kau inafanya kazi vizuri. Kwa kama mtaalamu wako na mshauri wako wa kompyuta na mambo yote ya ICT, na nakushauri usiibane local disk C, uh, kwa sababu huko ndiko kwenye moyo, una programu zako zote zina, zinafanya, zinafanya kazi huko. Kuhakikisha kama kompyuta yako ni kubwa, na kama hata kama uliweka diski moja yani ukuigawa na unataka kugawa Nipigie simu nitakuelekeza namna bora ya kugawa bila kufuta chochote. uta, uta, uta, utaigawa kompyuta yako na utapata space kwa ajili ya kufanya backup ya hizi faili zingine zilizo kwenye D uh, zilizo kwenye C kwenye documents, zihamishie kwenye D. Nadhani umenielewa <coughs> Sasa, Asante Digitals tunafanya nini katika kutoa suluhisho matatizo hayo, sisi kama wataalamu wenu au kama yes Wakama, kama kama wataalamu wenu wa mambo ya IT pamoja na ICT, tunasema kwamba kwanza tunawakaribisha wetu kwa, mba, kwa mba masuala mbalimbali. Ukiuliza swali kwa kupitia simu, uliza piga namba hiyo hapo kwenye skrini yako, piga simu, tutakuelekeza, tutakushauri. Unataka kupata ushauri bure kabisa, tutakushauri ICT. Lakini pili, kama kuna jambo au kuna tatizo unalipata, la la kompyuta yako kurejesha kasi kama ilivyokuwa mwanzo, tutafanya hivyo hivyo, ubora hali ya juu kabisa tutafanya tuta tutasafisha hiyo mifumo yako yote na kufanya kompyuta yako irudi katika ubora ule uliokuwa mwanzo, lakini tutaongeza ulinzi kwa kazi za kuirekebisha hiyo kompyuta yako, iwe ya kwako binafsi, iwe ya taasisi. Tunafanya kazi pia kwa mataasisi, tunakuwa na shejo ya maintenance kupitia kompyuta mbalimbali za taasisi, kama zina changamoto tunazirekebisha kabla changamoto changamoto ijao kubwa. Lakini tunavyo tutaweka ulinzi aina mbili. Hapa kuna ulinzi wa bure na kuna ulinzi ambao unaulipia. Good thing uh, au good news ni kwamba Windows saa hizi Microsoft wamefanya vizuri, wameleta built in uh, security. Kwa hiyo kwenye kompyuta yako au kama unatumia Windows 10 na kuendelea, Windows 11 ni kompyuta ambazo sasa zinakuja na Window Defender ambayo inakuwezesha kufanya kuipa protection kompyuta yako bila ya kutumia third party computers, uh, third party, um, antiviruses koo. Ni maamuzi ya kwako au kutokana na sera uh, ya, ya, ya ya taasisi, unaweza ukatumia is built in hiyo uh, ambayo ni Windows Defender au ukatumia uh, antivirus za nje ambazo most na, wengi wanapenda kutumia Kaspersky, Norton na nyinginezo lakini kabla haujatumia hebu sisi kama wataalamu wako tunakushauri usitumie gharama nyingi kununua hizi antivirus enable au sashisha update hiyo Windows Defender yako nenda kwenye search pale uh, andika Windows Defender Update, uh-huh, hiyo Window Defender yako afu scan computer yako itumie, hiyo is one of the best antiviruses ambazo zipo. Yes, inawezekana Kaspersky na zinginezo ziko bora, lakini na kushauri kabla ujaingia mfukoni kutu, kutumia pesa kwa ajili ya, ku, ya kununua antivirus Enabo Window Defender update afuskani kompyuta yako, lakini ukija kwetu tutakupa suluhisho la kufanya backup ya, ya, ya, ya, ya data zako, kuweka data zako ziwe sehemu salama. Eh, wengi huwa tunapenda tuna, tuna kuweka kwenye kompyuta. Mwisho wa siku kompyuta labda ghafla ime, imedondosha diski imedibika ime, ime unashindwa kulikava zile faili. So siku za sasa tuna tuna tuna tuna tuna, tuna, tuna, tuna backup system nyingi sana ambazo zinakuwezesha wewe kuweka faili zako kazi zako zikiwa salama sana kwa free, na kama utahitaji space kubwa zaidi kwa gharama ndogo sana. Yes, nasema gharama ndogo sana kwa sababu kutumia shilingi elfu tano au shilingi elfu kumi kwa mwaka mzima kupata online storage, hicho sio kitu kikubwa. Najua unaweza kumudu hicho kitu, lakini tutakushauri namna bora. Kabla hujafanya maamuzi, tutakushauri namna bora ya kufanya backup ya, ya faili zako. Sisi Asante Digitals tutakupa ushauri, lakini kama uh, wateja wa, wa, wa, wa, wangu wengi huwa wakija wanakuja na kompyuta zao wanasema bwana, nataka wana, wana, nataka wana, wana, wana, tufanye tushushe window. Wengi tumezoea kusikia neno hilo, nataka kushusha window. Huwa wanawambia kushusha window ni ni ni jambo la mwisho, jambo la mwisho. Kwanza tutahakikisha tuna update window iliyopo, yes kama haitafikia kwenye version ambayo uh, ipo kwa sasa, ndipo sasa tutaangalia nini changamoto ya hiyo kitu, kwa nini haijaupdate mpaka kufikia version inayotakiwa. Then tukifanikisha update, una yes, mwako, na ku huna haja ya kushusha window. Yes, wengi mmezoea kufanya hivyo, lakini mimi kama mtaalamu wako nakwambia kushusha window ni jambo la mwisho sio lazima na sio la msingi, ila ukienda kwa mafundi uchwala mtaani, lazima utaambiwa ushushe window. Sasa kama utashusha window na bado version ya windows yako itabaki kwa vile vile, still utabaki kwa slow. Ukija kwetu Asante Digitals, tutakupa maelezo kabla ya kufanya maamuzi yoyote. Haya, tupe nafasi ya kutatua changamoto za Kwa nini sasa utuchague sisi Asante Digitals? Tangia mwaka elfu mbili na kumi na tatu nimekuwa katika tasnia hii ya tehama, ICT au IT kwa ujumla, watu wengi wamezoea kuita, nikifanya kazi mbalimbali mbali na taasisi mbalimbali, kazi za computer maintenance kazi za utengenezaji wa mifumo ya kompyuta, kazi za graphics design, kazi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kompyuta. Lakini uzoefu huu umeniwezesha sasa kuwa na ubora ulio wa hali ya juu, mimi na timu yangu, kujuzi na uzoefu katika computer maintenance and repair ujuzi na uzoefu katika web design and hosting, ujuzi na uzoefu katika graphics design and printings, ujuzi na uzoefu katika software and mobile app development. Chochote kinachohusu na mambo ya ICT, Asante Digitals, tuna uzoefu wa kutosha kuanzia mwaka 2000 lakini uzoefu huu una, unaambatana na ubora wa hali ya juu wa huduma ambazo tunazitoa. Wale ambao wamepata huduma kwetu watakuwa mashuhuda. Tumekuwa tukitoa huduma bora sana katika tasnia hii ya ICT, kwa wewe binafsi taasisi yako, NGO, shule na shule. Hapa tunaongelea shule zote, tunafanya huduma kuanzia shule za msingi mpaka sekondari, vyuo, vyuo vya kati, tunatoa huduma hizo, lakini kwa wale ambao wamefanya kazi na sisi wote, Iringa hapa, Mbeya, Songea, Njombe, nyanda ya juu kusini kwa ujumla, mikoa ya kati, Dodoma, Singida tumefanya nao kazi katika hali ya ubora, Mwanza, wote wamekuwa watakuwa mashuhuda kwamba huduma zetu ni za bei nafuu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto o yoyote, yoyote ya ICT kumbuka changamoto hiyo itatatuliwa na Asante Digitals. Asante Digitals tunakuja kufunga lile gap ambalo lipo la ICT. Lakini kwa nini tunasema Asante Digital tunafunga gap la ICT? Tunafunga gap la ICT kwa sababu tuna uwezo wa kufanya kazi hata kama huko nje ya Iringa, mikoa yote niliyoitaja Tanzania tunafanya kazi. Tumefanya kazi na watu wa Bukoba, tunafanya kazi wa na watu wa Mwanza, tunafanya kazi na watu wa na watu wa na watu wa, wa, wa Kigoma tunafanya kazi na watu wa Rukwa tunafanya kazi na watu wa Lindi Mtwara, kwa tunafanya kazi maeneo yote. Kwa hiyo linapokuja suala lako la tatizo lako la IT usisite kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu kutupigia tupigie kwa namba hizi zinazoonekana kwenye skrini sifuri saba sita sifuri saba kumi mia tatu thelathini na tisa 58 au tuandikie email info at asante digitals.co.tz. Tutapata na tutakufanyia kazi yako kwa ubora. Usijari uko wapi location uliko, kwetu sisi sio tatizo. Ndio maana tunasema Asante Digitals, we bridge the gap. Usisubiri tatizo liwe kubwa sana. Watu wengi wame wame wamekuwa wame, wame na tabia ya kusema sawa, ngoja nione nitafanya kazi, kompyuta inakuwa nzito. Wengine mmekaa kwenye maofisi na mabosi zenu, mpaka mabosi wanaanza kusema kazi imekupa juzi, unafanya kazi ya analysis ndogo tu, lakini Excel ukifungua inatiksika ina, ina, ina kompyuta unaona kabisa mpaka mwenyewe unasinzia. Sasa hilo usisubiri likawe kubwa hiyo, eh? Utasababisha hasara. Kwa sababu hasara sio kupoteza hela, katika hasara kubwa ambayo tunaipata, japokuwa sisi wengi wa Afrika tuliangalia hili, ni hasara ya kupoteza muda. Unachukua muda mrefu kusubiri kazi yako ifanyike, kumbe ungekuwa umetatuliwa hilo tatizo mara moja kazi yako ingefanyika kwa ubora na kwa haraka sana. Ukituletea kompyuta yako sasa ambayo yenye changamoto, kasi ya ajabu itarudi. Kama ilikuwa na changamoto ya kasi, tunakuhakikishia kasi itarudi, lakini kama kuna updates ambazo za kufanyika kwenye programs zako, kwenye OS yako tahakikisha tume updates vizuri. Kumbuka tunafanya kazi na taasisi pamoja na watu binafsi. Kwa kama ni taasisi, unahitaji consultant wa upande wa IT, tupo, tunafanya kazi either in-house or out-house. kama unataka mtu awe anafika kufanya kazi moja kwa moja, lakini consultant, tunatoa tunatoa huduma hiyo, lakini kama unataka tunafanya kazi kulingana na time timetable ambayo tumeiweka labda mara, mara tatu kwa, kwa miezi mitatu. Pia tunafanya eh, lakini baada ya kutupa sisi kompyuta yako utakuwa na uhakika kwamba data zako ziko salama. Kumbuka fanya maintenance kila baada ya miezi mitatu hadi sita, usisubiri mpaka ishindwe kuwaka kabisa ndio hey, na nimeshakupata kompyuta hapa hata kuwaka iwake, lakini kumbe ile tatizo lilitokea. Watu wanashindwa, mtu anashindwa kupiga. Tunatoa maelekezo, hata piga tu simu, piga tu simu, kompyuta yangu ina tatizo hili na hili, tutakushauri na tutakufanyia. Piga simu, tutakuhudumia bila chaji yoyote. Ukipiga simu, unataka maelekezo, nisaidie hiki na hiki, tutakusaidia Kama hujapata mawasiliano yetu hapo nyuma, namba zetu za kupiga ni hizo hapo. Wasiliana na wasileo, sifuri saba kumi mia tatu thelathini na tisa mia tano sitini na nane. Lakini tuandikie ujumbe wa whatsapp message ya kawaida kupitia namba hiyo hiyo, sifuri saba kumi mia tatu thelathini na tisa mia tano sitini na nane. Lakini kama unataka kutuandikia uh, barua pepe email andikie kupitia info@asantedigitals.co.tz info@asantedigitals.co.tz, au niandikie mimi mie binafsi leonard chisokole@asantedigitals.co.tz leonard chisokole@asantedigitals.co.tz. Usisubiri kompyuta yako ife. Mpigie leo, wasiliana nasi leo ili ufurahie uwezo wa kompyuta yako. Asante sana.